Mawakala wa kuzimu ambao leo ndo wanasumbua sana kanisa, tunao wengi sana wa namna hii, wako ulimwenguni, wanamiini kazi yao, wanasema, angalieni kila kanisa analoanza, angalieni kila mchungaji anayetokea anaonekana na nguvu ya kusaidia watu. Hawa mamajusi wapo mpaka leo, wapo, kazi yao wapo, wanaangalia tu, ndio maana wanashangaa wakisikia tu kuna mchungaji anasaidia watu, wanakuja na kundi lao, wanajaa kwenye kanisa. Mchungaji atafurahi atabarikiwa, atasema nina watu, lakini kama ni wa Mungu, kuna aina mbili. Shetani ameweka aina mbili, ana mawakala aina mbili, ana watumishi wa shetani mwenyewe, wanaojigeuza kuwa mfano wa watumishi wa haki. Wanaanza makanisa yanasajiliwa, lakini mawakala wa kuzimu, ukienda kuabudu mule wenge wa kuzimu pole, na kujaza roho polepole, ufahamu wako unaharibika mbele za Mungu, unakuwa kila kitu unaona ni sawasawa. Ukinywa pombe na ukaenda kanisani, kanisa sawasawa, ukiimba unaona unajiona tu sina hatia, ukilewa ukafanyaje, mwizi mchawi, muuaji, jambazi, kibaka ni, una, yani, kwa kwa nini ile madhabahu ipo kwa ajili ya kutia utofu yani, ipo akiubidu, unaona nimefika mahali sahihi. Mko wengi kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema ile njia pana imejaa wengi wanaopotea, ile njia pana ina wengi ambao wanapotea. Kwa hiyo hapo kuna mawakala wa aina hiyo ya kwanza. Aina ya pili ni wale wanaokwenda kwenye kanisa ambao mtumishi wa Mungu ni wa kweli na wa haki, wanapelekwa kwa Kristo. Wao wa, wa, wa uongo wa kishetani ambao kazi yao, wataenda wengi wanaingia mle, wanamtia mchungaji mmoja. Kama kuna jambo la kufanyika wanafanya, kama ni kuchanga ujenzi wanachanga, baadaye wanaibua chungu. Wanajua hili chungu tukilianza, lazima kanisa litasambaratika, wanaibua chungu unajua mchungaji tunamwona mara nyingi siku hizi anasaidia tu wanawake, yaani asilimia kubwa ya watu wanaombea ni wanawake, yaani ukimkuta mkuta, anashauri wanawake, wanaanza kutengeneza mzizi yule, hamna ntumia nguvu za giza chungu. Eh, linatengenezwa baadaye kanisa kubwa linasambaratika. Ikisambaratika wanatengeneza msingi wa kulifanya lisisimame tena. Kwa hiyo namna hiyo wanakuwa wameua makanisa mengi, yameua kwa namna hiyo ndio maana huo ndio mkakati wa shetani. Ndio maana Yesu alipozaliwa cha kwanza amekuja kutupatia macho. Hebu sema amekuja kutupatia macho, sema Yesu amekuja kutupatia macho. Yule aliyekuwa kipofu uwezi kuwaona wana wa giza na kuwatambua. Kwa nini? Wametiwa alama ya kaidi baba yao, wana alama kwenye paji la uso ndio maana tukiwaona tu tumewatambua, tumepewa nguvu na uwezo na mamlaka ya kuwatambua. Paulo mtume anakuja anasema macho yani ya mioyo ya tuwe nuru. Kwa nini? Kuna, kwani, kuna watu wengine pamoja na Yesu wamezaliwa, bado wanatembea katika upofu wa roho, hawawezi kuwatambua watu. Kuna mtu kabisa unamuona, Mungu anakuletea kwenye ndoto kabisa, ni mtu mnaheshimiana, ni mtu, ni jirani, ni mtu unaletewa, yani anakufanyia kitendo cha ajabu cha kishirikina lakini kwa sababu ya upofu unasema, amna, huyu ya ya tu labda mapepo yamevaa sura yake yakaja tu, sidhani yule tunavyoheshimiana naweza kuja kuniwangia wewe. Unamjua shetani vizuri. Yuda alimsaliti Yesu na akiwa ni mwanafunzi wake pendwa, akamsaliti, lakini nguvu ya msalaba haikumwacha kuwa hai. Kila aliye wa Mungu atakaye kutendea jambo baya, nguvu ya msalaba haitamwacha kuwa hai kwa jina la Yesu. Nasema tena, nguvu ya msalaba haitamwacha kuwa hai kwa jina la Yesu.